Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfukuza kazi mkuu wa idara ya ujasusi wa taifa hilo kutokana na kushindwa kuligundua shambulio la tarehe 7 Oktoba 2023 na la Hamas. Baraza la mawaziri la Israel limekutana Alhamisi jioni ili kuidhinisha rasmi kufutwa kazi mapema kwa Bwana Ronen Bar ambaye aliteuliwa Oktoba mwaka 2021 kwa muhula wa miaka mitano kama mkuu wa Shin Bet. Netanyahu alitangaza nia yake ya kumfukuza Bwana Bar katika taarifa yake ya video Siku ya Jumapili akitaja kutokuaminiana kati ya wanaume hao wawili ambao alisema kumekuwa baada ya muda. Hatua hiyo ilizua hasira na kuchochea zaidi maandamano dhidi ya serikali mjini Jerusalem, ambaye yalishuhudia maelfu ya Waisrael wakiungana na waandamanaji wanaopinga mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya Gaza. Tangu Jumanne, Israel imeanzisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya kile ilichokisema kuwa ni wapiganaji wa Hamas katika ardhi ya Palestina na hivyo kumaliza mapatano tete ambayo yalikuwa yamedumu kwa muda wa miezi miwili. Shin Bet ni wakala wa kijasusi wa ndani wa Israel na una jukumu muhimu katika vita. Shughuli pamoja na wanachama wake ni siri za serikali zinazoshikiliwa kwa karibu. Bwana Bar kwa upande wake ametaja uamuzi wa kumtimua kuwa umechochewa kisiasa na mwanasheria mkuu wa Israel, Gali Baharav Miara, mkosoaji mkubwa wa Netanyahu ambaye mwenyewe anakabiliwa na kesi ya kufutwa kazi. Alidai kuwa Bwana Ba hangeweza kufukuzwa kazi hadi uhalali wa hatua hiyo kutathiminiwa. Barua iliyotumwa na Netanyahu kwa wajumbe wa serikali yake kabla ya mkutano huo ilirejelea kwa kusema kupotea kwa uaminifu wa kitaalamu na kibinafsi kati ya waziri mkuu na Bwana Ba na kupendekeza kumalizika kwa muhula wake tarehe 20 Aprili. Takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka wakati wa mashambulizi hayo. Israel ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya kijeshi ambayo yameua zaidi ya Wapalestina wa 48,500. Wizara ya Afya inaendeshwa na Hamas inasema. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Samuel Andrew.